tunalifungua baada ya leo, mambo yataendelea haya. Sasa, baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima ya kutamka kwamba tamasha la utamaduni la Bulabo la mwaka 2025 sasa limefunguliwa rasmi.